Hii leo nawaombee, hii isiwe ni hafla tu, hii isiwe ni hafla tu iliyoandaliwa na kigoda cha mzee Karume. Hii iwe ni nafasi ya kutafakari, hii iwe ni nafasi ya kujiuliza maswali mazito kuhusu mambo mazito maswali hayo yalenge umoja wetu, na umoja huo usiwe ni umoja wa makaburini ya watu, iwe ni umoja wa watu ambao wako hai, wako chonjo, na wanauliza maswali yanayostahili kuulizwa. Hii leo tujiulize, demokrasia ni nini? Je, tunakubaliana na mzee Karume ya kwamba demokrasia hiyo ni kupambanisha hoja? Tujiulize kama vijana, hasa nyinyi vijana wa Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla, mnaposhiriki uchaguzini tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano mnapiga kura kwa nini na kwa nani? Je, mnashawishika na vitu vipi? Ni takrima ndiyo inawashawishi? Ni hongo ndiyo inawashawishi, au ni hoja? ndiyo maneno ambayo naombeni kuyaangazia na sitasema mengi kama chiriku aliyekunwa maji ya kiangi. Neema ziendelee.